kuitafutia familia yangu visa kwa sababu nataka na kwenda Ufaransa kwa mapumziko. Halafu El Merreikh uh, wakanipigia simu uh, tulianza kuwasiliana kwa WhatsApp, halafu wakanipa ofa nzuri uh, nikasema sawa, kwa sababu niliwasubiri sana Azam, lakini hakuna aliyeongea na mimi basi ndo nikaona ofa nikasaini mkataba wa awali. Nitaenda kwanza nchini kwangu baada ya mapumziko na familia yangu, nitasaini then, After... Nikafunga safari mpaka makao makuu ya klabu ya Azam FC kusikia kutoka kwao kwa nini wamekubali kumwachia mlinzi huyo aliyechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mashindano ya Kagame mwaka 2015, wakati Azam FC wakiibuka mabingwa pasipo kuruhusu hata bao moja, huku yeye akiwa mmiliki mkuu kwenye safu ya ulinzi. Wenzetu wa El Merreikh walinipigia simu jana jioni majira ya saa kumi na moja wao confirm kwamba wana interest ya kumsajili na kwamba wanaelewa mkataba wake unaisha, kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba wanahitaji fanya kazi na majibu yangu yalikuwa ni rahisi tu kwamba tungependa kuona taarifa zenu mkatuletea ili na sisi tuweze kuzifanyia kazi. Kwa hiyo wameahidi watatumia watatuma kwenye klabu yetu hizo taarifa zote, na asubuhi ya leo pia nimeongea nao na bado wameahidi kwamba wataleta, kwa sababu wao ndio wanatupigia, na kitu muhimu ni kwamba mchezaji alikuwa Sudan. Jana katika moja mazungumzo ambayo anaongea ile jioni, na yeye pia alikuwa yupo na ni miongoni mwa watu ambao naongea nao, na hivi ninavyoongea ni kwamba alisharudi, yupo nchini. Kwa hiyo tupo nafasi ya kuongea naye, ni mchezaji wetu, na tunaamini ni mtu mzima, ni, e, ni sio mtoto mdogo. Kwa hiyo atakuwa na lote la kutueleza kama klabu na hatuna shaka kabisa na uwezo wake na nafasi yake ya kucheza mpira. Kwa hiyo ni jambo jema kuona kwamba anapata nafasi kucheza mpira seji Pascal Wawa hajacheza Azam FC tangu apate majeraha kwenye mchezo wa hatua ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Esperansa ya Tunisia Aprili kumi mwaka huu katika mchezo ambao Azam FC walishinda kwa mabao mawili kwa moja wawa